Tukiwa bado katika kaunti ya Mombasa mtazamaji, baadhi ya makundi ya kijamii mjini Mombasa yamejitokeza kushinikiza kuvunjiliwa mbali kwa mamlaka ya mabaharia ya nchini, yaani KMA, kutokana na kile wanachokitaja uovu na ufisadi uliokithiri. Wakiongozwa na shirika la Genesis for Human Rights, wanaharakati hao wameelezea kukadhabishwa kwao na mwenyekiti wa mamlaka hiyo Mwalimu Digore Kitambi na vilevile vile kaimu mkurugenzi Cosmas Cherop kwa kufanya maamuzi ya mamlaka hiyo kwa njia inayokiuka sheria yakiwemo masuala ya kupandishwa vyeo kwa wafanyikazi na hata masuala ya kandarasi na usimamizi wa idara mbalimbali mbali kama miongoni mwa mingine. Hata hivyo, mwalimu Digore na Cheropo wamekana madai hayo, wakisema kuwa yalinuia kuwaharibia ya sifa. Wanaharakati hao sasa wanaitaka serikali ichukue hatua mara moja kuhusiana na hali iliyoko katika mamlaka hiyo amefika anaweza kuwa president, and then you go to another place, unaleta president. Inauma sana so tunatuma rais wetu asimame na Maritime, tuache kunyanyaswa, tendasi zitoke hapa, tendasi ziache kupeana nje. Wao wanaendelea kueneza what we call tumbocracy, wao greed ya tumatumbo yao ndio inawa, inawaendesha to the expense of hard working Kenyans ambao tunao kama our employees wa Kenya Maritime Authority.